Pep Guardiola na mkewe Cristina Sela wanaripotiwa kuwa wanajaribu kusuruhisha ndoa yao baada ya kocha huyo wa Manchester City kutumia siku tatu na mkewe huko Barcelona wakati wa sikukuu ya Pasaka. Guardiola na Sela, ambaye ni mjasiriamali na mwanamitindo, walikutana mwaka elfu moja mia tisa na tisini na nne na kufunga ndoa rasmi mwaka elfu mbili na kumi na nne Habari za kushangaza kuhusu kutengana kwao zilianza kujulikana mwezi Januari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na ripoti za mwezi uliofuata zikidai kuwa walikuwa wameanza mchakato wa talaka. Kwa mujibu wa gazeti la Katalunya National, Guardiola nasea wameripotiwa kuwa wapo tayari kutoa nafasi nyingine katika kwandoa yao, na wakasema kuwa bado hawajapoteza matumaini. Ripoti hiyo inadai kuwa kocha wa Manchester City alirudi Barcelona wakati Pasaka na akaishi katika jumba la kifahari la familia hiyo jijini humo. Ripoti za awali zilidai kuwa uamuzi wa hafla wa Guardiola mwezi Novemba mwaka 2024 wa kuongeza mkataba na klabu yake ya Manchester City kwa miaka miwili zaidi Ulikuwa sababu kubwa ya kutengana kwao. Sera alirudi Barcelona na mtoto wa mwisho mwaka 2019 ili kuzingatia zaidi biashara ya familia na inasemekana kuwa aliamua kutengana na Guardiola baada ya kugundua kuwa angeendelea kuishi Uingereza hadi mwaka 2027. Ripoti za hivi karibuni zinadai kuwa Guardiola ameahidi kutembelea Barcelona mara moja kila wiki kisha kurudi Uingereza kutokana na majukumu yake kama kocha wa Manchester City. Maria Rapedera, ambaye ameolewa na mwandishi wa habari wa Barcelona Gustavo Gonzalez, aliliambia gazeti hilo kuwa Gadora alitoa hadio ili kuzuia wao kukaa wiki nyingi bila kuonana. Ripoti hiyo inadai kuwa Guardiola na Sera bado wanavaa pete zao za ndoa, ishara kuwa, ya kuwa wanajitahidi kuiokoa ndoa yao ya miaka 30. Wawili hawo walifunga ndoa katika hafla ya faraga nje kidogo na Barcelona mwaka 2014, lakini waliamua kutengana mwezi Desemba mwaka 2024. Wamekuwa wakiishi katika miji tofauti kwa zaidi ya miaka mitano tangu Sera alipoamua kurudi Barcelona na binti yao mdogo Valentina mwenye umri miaka 17, huku Guardiola akibaki Manchester na watoto wengine wawili Maria mwenye umri wa miaka 24 na Marius mwenye umri wa miaka 22. Ingawa waliishi mbali, Guardiola na Sera waliendelea kuwa wana ndoa na mara kwa mara walionekana pamoja katika picha mbalimbali. Gazeti la Sport la Hispania aliripoti mapema mwaka huu kuwa uamuzi wa kumaliza ndoa yao walifanyika Desemba, na ni marafiki wa karibu tu na familia waliokuwa na taarifa hiyo, na pia waliomba marafiki hao na hata wana familia kuto kutoa taarifa zaidi kwa vyombo vya habari. Sera aliamia Barcelona mwaka elfu mbili na kumi na tisa ili kusimamia kampuni ya familia yao ya mitindo iitwayo Sera Claret. Inauza mavazi kadhaa ambayo Gadiola pia amekuwa akiavalia mara kwa mara. Kocha huyu na Sera walikutana wakati Gadiola akiwa anafanya kazi ya kuonyesha mavazi kwa mbunifu Antonia Miro katika duka lililoko Barcelona.